ambaye alikuwa na nyumba nyumba ambazo zimeungua hapa zilikuwa nyumba zake ni tatu kwenye nyumba zake tatu nyumba moja kwenye nyumba zote tatu zilikuwa na jumla ya vyumba 22 kwenye hivyo vyumba ishirini na mbili vyumba kumi na sita vilikuwa vina wapangaji vyumba vinne alikuwa akivitumia yeye mwenyewe mwenye nyumba na vyumba viwili vilikuwa vinamaliziwa ujenzi siku ya jana hapo navyo pia vimeteketea pia nyumba ya pili iliyoteketea ilikuwa ni imefahamika kuwa ni ya ndugu Faustini Kibabeiwa Kibabeiwa, ambayo nyumba yake hii ilikuwa ni nyumba moja ambayo ni store kama mnavyoona hapo mbele, ambayo nayo ilianza pia kushika moto, lakini wananchi wakona waibomoe janaamko mm ila pamoja na hiyo, kuna nyumba ya tatu ambayo ni stationary hapo na ilianza kushika moto, lakini kafanikiwa kuizima. Anhizo tatu. Lakini pamoja na hayo, kuna fedha ambazo zimefahamika kuwa zime, zimeteketea ambazo taarifa tumepata kutoka walikuwa wakiishi kwa, kwa, kwa hapa, ambazo ni fedha zilizopungua milioni mbili zimeteketea na moto pia hao watu kumi na sita ambao walikuwa wali, wali wakishughulikia hizi nyumba. Ni mtu mmoja ambaye amefanikiwa kuokoa mali zake, ambapo hakuokoa mali zote, ila aliokoa mali baadhi, na mali baadhi zilizobakia pia ziliteketea, ila watu wengine hawakufanikiwa kuokoa mali zao. Ah, kwa ufupi hakuna mtu aliyepata madhara, labda kungua au jambo gani, hapana. Sasa hivi hajapata chanzo kamili cha moto, lakini tunapata tu tetesi kwamba kuna mama alikuwa akipika uji hapa, baadaye alitoka, lakini moto ulitokea kwa nyuma, ambapo kwa kwa anasema kwamba kule alikuwa jiko. Moto ulitokea kwa nyuma, karibu na choo, kwa kuwa kuna choo. Moto ulitokea kwa nyuma, moto aliona fundi alikuwa akikamilisha kubakia Fundi aliyekuwa kimeza anadai kwamba aliona moshi kitokea kwenye kile chumba chole mama aliyekuwa ali akipika uji ambaye baadaye alitoka akaenda kuendelea na shughuli zake za kugeuza dalia. Kwa hiyo alipo alipomaliza kupika uji akampelekea mwenye nyumba, naye mwenye nyumba akasema uji baadaye akarudisha vitu vyake ndani, akafunga akatoka, lakini inaonekana hapa hapa <laughs> kuna watu, yani angeanza kadogo, watu wangekimbia wangeona, au fundi alikuwa anajenga, angeonda ule moto. Shida ni nini?

na wapangaji wote hawakuwepo walikuwa wameenda kwenye shughuli zao, zao, zao za huko Mwaroni kwenye biashara zao za dalali. Ana familia? Familia wanazo. Watoto wapo? Watoto wapo. Hawakuona hiyo moshi? Wakaanza kutoa taarifa kwa haraka. Yaani moshi hawakuona. Unajua ni moto mkubwa sana huo. Yaani jinsi nani funda ilikuwepo na jenga hapa mbele wakati mm-hmm, amezunguka ameenda kule alikuta kwenye chumba ndo kunatoka kuna moshi, alivyokuja kuambia huko na, walivyoenda kuja kuta kile chumba kimefungwa, ndio mpangaji amefunga ameenda kwenye shughuli zake, na mlango moto ka kubomoa. Walivyobomoa ule mlango ukawa umelipuka moja kwa moja, yani ule moto aliuzimia hapo nje, akawa ameingiza ile jiko ndani eh anzia kwenye chumba hicho hicho. Nimpe pole mmiliki wa nyumba. Ambapo mmemmsikiliza mtendaji wa kijiji, naye ametoa maelezo yake, mmeyasikia, na tupo na mtendaji wa kata hapa, ametoa maelezo mafupi. Mimi niwaombe wananchi wa eneo hili, kwanza, awali ya yote, tuwe na umoja, tupendane hii zaidi, ukiuangalia huu moto unaonekana hakuna hakuna umoja. Kama mnasema ni jiko limechoma mti huu, ili ni banzi. Nimesema banzi linapoanza kutoa moto linatoa moshi mzito haraka, ungeweza kuonekana watu, ungekuwa na umoja mngekuja hapo kuweza kusaidiana. mimi nimekuja hapa kumwakilisha mkuu wa wilaya Bukoba, ambaye yuko safarini, anawasalimia sana na anatoa pole nyingi pia. Mkuu wa mkoa wa Kagera anatoa pole nyingi kwenu wananchi, kwa tukio hili ambalo limekuta hizi familia ambazo nimeambiwa hapa jumla ya familia wapangaji kumi na sita. Poleni sana, najua kuna mali za watu hapa zimepotea. Tumepata taarifa kwamba kuna milioni mbili zilikuwa zimeteketea. Ndugu wananchi, tuache tabia ya kuweka pesa ndani. Milioni mbili ni pesa nyingi. Wakala wapo sasa hivi huku, najua ni mbali kwenda benki, lakini unaweza kuweka pesa yako kwa wakala. Kwa nini ukae na milioni mbili ndani? kosa lina na la nani? Unapofanya biashara yako, umetoka kuuza samaki au biashara nyingine, weka kwa wakala. Na uzuri sasa hivi tuna sim bank unaweza ukaweka kwa wakala ukahamisha pesa yako. Niwaombe pia jeshi la zimamoto lije kutoa elimu ya masuala ya moto katika hichi kijiji, hii mialo ya wafanyabiashara hapa, wafanyabiashara wa samaki mpate elimu ya moto, na pia wananchi mnunue vifaa vya kuzuia moto. Nyinyi ni wafanyabiashara mpo, wananchi mpo. Hii ni mali nyingi hapa zimeteketea, anamepata hasara kuanza kujenga upya. Kwa hiyo mimi niwaombe jeshi la zimamoto watupatie taarifa ya hili tukio, uchunguzi u, u, ufanyike. Mimi sijalizishwa na taarifa iliyotolewa juu ya huu moto. Jiko la uji aliwezi kuunguza kitu kama hichi. Mimi sijalizishwa kabisa. Kwa niaba ya mkuu wa wilaya, mimi kama katibu tawala wilaya, sijalizishwa na taarifa hii. Ni hali ni mbaya, mkiangalia ile ule miti ile, ukija kufanya uchunguzi ule, ni moshi mzito wa moto ambao sometimes unaweza kutumia mafuta. Sijasema hivyo, ila sio kwa kuni hizi ambazo zinaweza zikaungua Tukafanya experiment sasa hivi tukachukua moto tukaweka, tukachukua jiko la mkaa tukaweka mkaa hapo, haya mabanzi yakaanza kungua kiasi kwa haraka. Kwa, kwa kiasi hicho, niwaombe sana wananchi, tulichukulie serious swala hili. Tunaomba ushirikiano wenu katika kutoa taarifa za huu moto na msiogope. Endapo una taarifa yoyote, tunawaomba wananchi usisite kutoa taarifa. Kuna OCS hapa mnafikiri mnamfahamu. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media.